Ni Mungu wa nafasi ya pili. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili haimaanishi anakufungulia nafasi mara mbili. Ni Mungu wa nafasi ya pili kwa sababu, unaweza ukafikiri tukisema Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili, ukawaza Mungu akikusaidia mara ya kwanza ukaharibu, mara ya pili ukaharibu, hakusaidii mara ya tatu Haa. Ninaposema Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili, maana yake Mungu anakupa tena nafasi ili uweze kutengeneza, ili uweze kusimama tena kwenye kile alichokukusudia tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na iko mifano mingi sana ambayo kwenye Biblia inaweka uthibitisho kwamba Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili Mungu anapokupa siku mpya kama hivi leo, amekupa nafasi ya pili kwa sababu inawezekana jana hukusimama vizuri kwenye kusudi lake, ukatimiza ipasavyo yale aliyokukusudia. Amekupa leo tena kama nafasi ya pili uweze kusimamia mapenzi yake yote kwa ukamilifu na utimilifu. Kwa hiyo inatupa ujasiri wa kwamba Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili na kwenye Biblia aliweza kumpa Adamu, aliweza kumpa Adamu nafasi ya pili. Unasema unajuaje? Kwa sababu Adamu alipokosea, Adamu alipoasi kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Mungu alimfungulia fursa na mlango wa nafasi ya pili, alimfungulia fursa na mlango wa nafasi ya pili. Mwanadamu alipoasi, Yesu alim, alikuja kama Adamu wa mwisho. Unajua Mungu wakati anaumba wanadamu alimuumba Adamu kama mtu wa kwanza. Lakini pia hakutarajia kwamba kutakuja Adamu mwingine. Ila alitarajia Adamu wa kwanza pamoja na uzao wake wawe ni moja ya viumbe wanaotawala duniani kwa niaba ya Mungu. Walipoharibu, Mungu akaleta nafasi ya pili, kitu kinachoitwa wokovu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa njia ya Adamu wa mwisho ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo unapomtazama, ujue tu kwamba Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili kwa, kwa maana yeye ni Adamu wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni muhimu sana. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Lakini ukisoma uh, mifano mingi kwenye Biblia. Samsoni Mungu alimpa nafasi ya pili. Unasema unajuaje? aliweza kutoboa siri ya nguvu zake, akanyolewa nywele, nguvu zikamtoka. Naye Samsoni aliponyolewa nywele, nguvu zikamtoka, wakamchukua wakampeleka, kumtumikisha Wafilisti, wakamtoboa na macho, kwa akawa gerezani, anatumikishwa, yuko kwenye kifungo, anatumikishwa, lakini akaomba, akamwambia Mungu, mara hii moja tu unirudishie tena nguvu zangu, mara hii niweze kujilipizia kisasi, na Mungu akampa tena nafasi ya pili ya kupata zile nguvu zake za mwanzo na akajilipizia kisasi cha adui zake. Hiyo ni ishara ya kwamba haijalishi kwamba umepita mahali pagumu, umepita kwenye kukosea, umepita kwenye uharibifu, lakini unaponyenyekea ukashuka kwa Bwana, Mungu anakupa tena nafasi ya pili ya kufanya kusudi lake kwa ubora. Ni maombi yangu kwa Bwana 2025, ukawe ni mwaka wa nafasi ya pili aliyokupa Mungu ya kufanya kwa viwango vya juu yale ambayo 2024 hukuweza kuyatendea haki, hukuweza kuyafanya kama Mungu anavyotaka. Mungu akupe tena kwa viwango vya juu 2025 na nafasi ya pili, ili uweze kuyafanya na kuleta matunda aliyoyakusudia Bwana, na iwe hivyo kwako. Katika jina la Yesu Kristo na mtu mwenye imani aseme amen. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili.